Hapo hapo ntaona kuta ng'ombe mmoja na kuambia tuma na ya kutolea kutateki. E wanyane wana. Ah! Oh baby tuma na ya kutolea hapo umetoa elfu kumi tu. Nyani ngwe. Hivi mnaona tunavyoteseka lakini. Acheni mambo ya kishamba nyie, sawa, acheni mambo ya kishamba. Ndio maana Samsoni ni mkamkata nywele nyie. Amna sakiki. Oh baby, tumana ya kutolea sijui nini naona tunavochagalika sasa uh, ah.